Waheshimiwa mapadre, watawa na waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, mama wa wote. Basi niyesimama hapa mbele yenu, ninaitwa Emma Ladislaus Mahengo, natokea ofisi ya uhamasishaji ya Radio Maria Tanzania, na nimeambatana na mwakilishi mkuu, kiongozi kwa wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Leonia Odilo Bishoge. Lakini pia naomba nitumie nafasi hii adhimu kumtambulisha kwenu mwakilishi wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, Dada Maria Leo Kidanka. Wapendwa, pokeeni okay, salamu nyingi sana kutoka kwa uongozi wa Radio Maria Tanzania na shukrani za dhati kwa majitoleo yenu ya nyakati zote. Lakini tukio lilotuleta hapa wakati huu ni kusema asante zaidi kwa ajili ya kampeni ya Mariathon 2025 ambayo ilikuwa na kauli mbiu yake inayosema mama wa matumaini. Katika kampeni hii tuliomba wanajimbo la Bagamoyo, mkiwa jimbo jipya kabisa, kuiwezesha Radio Maria kiasi cha shilingi milioni hamsini Sini. na wanabagamoyo mkaitika kwa kuiwezesha Radio Maria Tanzania kiasi cha shilingi milioni sabini laki mbili thelathini na sita elfu mia moja, kwa maana kwamba mlizidi lengo tulilowapa kwa shilingi milioni ishirini laki mbili thelathini na sita elfu mia moja, hii ikiwa mmewezesha Radio Maria sawasawa na asilimia mia moja arobaini ya lengo lenu zima ambalo mlikuwa mmepangiwa na kwa mantiki hiyo basi wana Bagamoyo jimbo la Bagamoyo imeshika nafasi ya kwanza kitaifa katika, katika majimbo ambayo yalipangiwa malengo kuanzia milioni hamsini na kuendelea. Na kwa taarifa nyingine ni kwamba katika parokia kumi kitaifa zilizowakilisha nyingine vema, parokia ya tatu inatoka jimbo hili la Bagamoyo ambayo ni parokia ya Mtakatifu Maria De Matias Mivumoni, ambayo yenyewe iliiwezesha Radio Maria Tanzania kiasi cha shilingi milioni 26 laki tisa ishirini elfu. Hivyo basi tuko hapa na kielelezo ambacho ni tuzo ya shukrani kwako Baba Askofu, pamoja na mapadre wote, halmashauri ya walei jimbo na parokia zote, kwani ninyi mlikuwa mstari wa mbele kutufungulia milango kuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya kufanya utume, jambo ambalo lilipelekea kufikia malengo ya jimbo pamoja na malengo ya kitaifa. Naomba nitumie nafasi hii kukaribisha basi tuzo iletwe, ili nasi tuweze kuikabidhi. Katika, chu, katika cheti hiki kimeandikwa cheti cha shukrani. Uongozi wa Radio Maria Tanzania unawashukuru Jimbo Katoliki Bagamoyo kwa majitoleo yenu katika kampeni ya Mariathon 2025. Mmeshika nafasi ya kwanza kitaifa katika kundi ya kwanza, katika kundi majimbo yenye malengo kuanzia milioni hamsini na kuendelea. basi nimalizie kwa kusema pamoja na shukrani hizo, niwakumbushe tu namba ya kuwezesha Radio Maria kupitia mia moja mia mbili kwa Bagamoyo ni thelathini na saba. Tunafahamu baadhi yenu bado mnatumia ile ya Dar es Salaam. Sasa hivi namba yenu ni thelathini na saba, kwa tunaomba wana Bagamoyo muitumie hiyo. Mungu wa mbinguni anayebariki watu azidi kuwamiminia ninyi baraka. Asante.